Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Na leo basi katika somo la kwanza tunakutana na kitabu cha nabii Isaya akielezea umuhimu wa kufunga. Ndugu zangu, anaeleza kwamba kufunga si kujitenga na matatizo ya mwenzako na kujifikiria wewe mwenyewe. Huwezi kusema kwamba nimefunga, alafu hapo hapo ukajitenga na matatizo ya wenzako mwenzako. Hawezi kuwa anakufa njaa, hapo anaendelea kudhulumiwa anaendelea kulipwa mshahara kidogo, anazidi kulala na njaa, na mimi nikajisifu ati napita nyuma kidogo au mbele ya nyumba yake na kwenda kusali na kufunga. Mungu anasema kwamba kufunga kwa namna hiyo hakupokei. Kufunga anakokupenda ni lazima tukubali kushiriki katika shida za wengine, ndilo linalotakiwa. Ndugu zangu, ukweli ni kwamba Mungu anatambua faida ya matendo ya kufunga na kusali kuna kufanya kuna kufunga kuna kufanya usafiri na Mungu na kuungana naye, na Mungu anapenda mtu anayefunga na kusali, unakuwa unasafiri na Mungu kipekee. Wakina Musa, Daudi wakina Esther walifunga wakiomba na Mungu, kweli aliwasikiliza. Popote pale mwanadamu alipomuomba Mungu kwa sala ya kufunga na kusali, Mungu hajawahi kumtupa. Lakini tatizo ni kwamba matendo haya yalikuja kuchakachuliwa kuharibiwa na viongozi wa kidini wa Kiyahudi. Mfungo ulikuwa kama sehemu ya watu wengine kama mafarisayo kutishia wengine, e, kuonekana kuwa ni wema na kuwa kuwa watu wa madaraka zaidi. Ndivyo mfungo ulivyokuja kuwa, ndugu zangu, hiyo mfungo ulipoteza maana yake, na kwa sababu hiyo ukawa hauzalishi tena matunda yale ya pasayo kuzalisha, kwa sababu watu walitumia mfungo kama sehemu ya kujionyesha ya kuonyesha kwamba wewe unasali, watu wa kuogope. Ndugu zangu wapendwa, leo sisi tunaambiwa ndugu zangu, kwamba mfungo wangu lazima nianze kwa kuangalia pembeni yangu kuna nini, kuna nani na afanya hivyo si kwa ajili ya sifa na kutukuzwa na watu, fanya kwa sababu ya Mungu. Usikute naenda kutoa msaada tu pale mali ambapo vyombo vya habari au kule mali ambapo kuna kamera za kunichukua, ili watu wanione na kunisifia. Usifanye hivyo, tuweke vyombo hivi pembeni. Acha unafiki, ndugu zangu. Anza na yule wa pembeni yako, yule ambaye hakuna hata chombo cha habari kimoja kinachokumulika na kukuonyesha mbele za watu kwamba unafanya jambo fulani. Lifanye kwa siri, lifanye kwa upendo. Ukijua unalifanya sifa na utukufu vikiwa kwa Mungu. Siku zote nawaambia, ni risiti za wema unaoutenda zinatolewa na Mungu, hazitolewi na wanadamu. Kama unataka risiti za wanadamu, risiti za wanadamu ni sifa wanazokusifia. Hizo ndio risiti zako unazopokea kutoka kwa watu. Katika Injili Yesu anasisitiza kwamba baada ya bwana harusi kuondolewa wanafunzi wataanza kufunga. Bwana harusi ni Yesu mwenyewe ndugu zangu. Wakiwa na Yesu wanafunzi hawana haja ya kufunga kwa sababu wako na bwana. Tunafunga ili tuwe na bwana. Sasa kama bwana yupo pamoja nasi, nasi hakuna haja ya kufunga lakini bwana atakapoondolewa watabidi wafunge ili kumleta bwana katikati yao kweli, ndugu zangu, hili lilitokea mitume kama akina Petro. Matendo ya Mitume sura ya kumi mstari wa kumi walianza e, walianza ilibidi wafunge baada ya bwana kutoka, ili waungane naye, walifunga, walionyesha kufunga. Nasi ni mwaliko wetu ndugu zangu, tunafunga ili tuwe na Bwana asafiri nasi, akae nasi maishani mwetu. Hii iwe sababu tu ya sisi kufunga katika kwarezima hii, sio tena kwa ajili ya kitu kingine. Tunafunga ili kumleta Mungu karibu yetu tukae naye, na ukikaa karibu na Mungu ni baraka kubwa sana. Hakuna baraka kubwa kama Bwana kuwa pamoja nawe. Huwa daima nawaambia Bwana akisha sema nipo pamoja nawe, na tutambue Emanueli, Mungu pamoja nasi, ndio baraka kuu kuliko baraka zote. Kwa hiyo sisi tunafunga ili Bwana awe nasi. Nakuombea na wewe, hakikisha Bwana yuko pamoja nawe. Usifanye haya matendo ya sala, kufunga na kutolea sadaka kama tendo ya kujionyesha. Epuka kutafuta sifa kwenye haya mambo ya Mungu, yafanye kwa moyo, yafanye kutoka ndani, fanya e Bwana, ili unibariki wewe tu, usihitaji utukufu kutoka kwa wanadamu yeyote. Nakutakia siku njema, Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Endelea kukumbusha, shajara zetu za Asali Mubashara bado zipo, ipatie nakala yako, endelea kuneemesha roho yako kwa kusali sala mbalimbali ambazo zipo katika ile shajara kuna sala ya Mtakatifu Padre Pio, sala ya kujiombea uponyaji, kuna sala njia ya e, msalaba mwishoni mwa shajara, lakini tafakari zilizoko ndani mchambuliwa zitakusaidia sana, huwezi kujua pia maandiko matakatifu.